Wanafunzi wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA wametakiwa kuwa na nidhamu na kujiheshimu katika kipindi cha masomo, hasa kwa wanafunzi wapya wa mwaka wa kwanza 2025 2026. Hayo yameelezwa na makamu mkuu wa chuo Profesa Mohamed Makamehaji katika holi la Dr. Shein huko Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja, wakati akitoa nasaha fupi, ikiwa ni siku ya kuwakaribisha wanafunzi wapya waliojiunga na chuo kwa mwaka wa kwanza wa masomo. Haya mlioyokuta tunayoyatumia, waliyatumia wengine na sisi tunaendelea kuyatumia. Mutunze rasilimali zetu, mutunze miundombinu yetu. Isitokee mwanafunzi kwa makusudi akaamua kukaa kwenye kiti akiamini uzito wake hauendani na kiti kile akavunja, hasara itakayopatikana itakuwa siyo ya kwake tu pamoja na wale ambao wanatamani kufika hapa kuja kupata taaluma zao, muwe sehemu ya kulinda miundombinu yetu, muwe sehemu ya kupeperusha bendera ya SUZA kokote mnapokuwepo. Zimetajwa hapa haja ya kuwa na nidhamu na mimi napigilia msumari hapo hapo kwamba nidhamu ni jambo la msingi sana, kujiheshimu pamoja na kuheshimu wengine. Kwa waalimu wetu ambao watapata nafasi ya kuwafundisha wanafunzi waliojiunga na chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar kwa mwaka wa masomo 25 26, tuwapokee wanafunzi wetu hao kwa mikono miwili. Hata hivyo amewataka wanafunzi kusoma kwa bidii katika kipindi chote cha masomo ili kujiendeleza pamoja na kutengeneza maisha bora baadaye na kuwa watulivu katika kipindi chote cha masomo ili kufanikisha malengo waliojiwekea na kuweza kuelewa ipasavyo. Tujiamini kwa nafasi zetu tulizo nazo. Kwamba sisi leo ni wanafunzi lakini baada ya kuhitimu tu ni watu wa tofauti. Tunatengeneza viongozi wa baadaye na sio waharibifu wa taifa hili. Tunatengeneza watu wenye maono, fikra na ubunifu wa kuchambua mambo mbalimbali ya msingi yatakayoleta mabadiliko ya kiuchumi na kijamii katika taifa letu, na hatutengenezi watu wa hovyo wenye mitazamo ya kuharibu kilichowekwa, wenye mitazamo ya kubomoa kilichojengwa, wenye mitazamo ya kuchafua palipoimarishwa. Misingi yote hii imeelekezwa katika kuimarisha taaluma na kuwajenga vijana wanafunzi wasomi katika mwelekeo wa taifa letu. Tuliopo hapa. Imeelezwa kuwa tulipita katika njia ambazo mnapita hivi sasa. Na safari ilianza kama hivi, haikuwa na utofauti. Safari hii madereva ni wenyewe. Hakuna ambaye atakuendeshea safari yako ya taaluma kuelekea kuhitimu ukiwa na sifa zinazofaa kujiajiri ama kuajiriwa. Ikiwa dereva ni wewe chagua njia sahihi ya kupita. Pia amewasisitiza wanafunzi kuwa wawakilishi wazuri baada ya kuhitimu katika maeneo yote ya kazi na kuwa mfano mzuri katika jamii. Fursa iliyoje! Ni fursa ya kipekee ambayo mmeweza kuipata kuweza kujiunga na chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar na kupata taaluma zenu. Fursa hii itumike pasavyo isiwatengenezee viburi na jeuri, mkaitumia vibaya na kuona sasa mshakuwa wasomi wa chuo kikuu, mkaanza kufanya yasiyofaa. Bado ni wanafunzi na wanafunzi wenu, napaswa kubaki katika misingi ya taifa letu, ili mujekuwa wawakilishi wazuri wa chuo hiki lakini pia muweze kupata fursa muhimu za uendeshaji wa taifa letu. Kwa upande wa wanafunzi, wametoa shukrani zao za dhati kwa mapokezi mazuri walioonyeshwa kutoka kwa wenyeji na kufurahishwa na namna ya chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza kinavyoonyesha ushirikiano baina ya walimu na wanafunzi. Jina unaitwa nani? Jina lako? Kwa majina naitwa Othman Huseni Kadari. Unatokea maeneo gani? Natokea mkoa wa Dar es Salaam vizuri. Na unajisikiaje leo kuwa ni miongoni mwa wanafunzi kutoka katika chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza, ikiwa ni mwaka wa kwanza? Najisikia furaha awesome. sana na mwisho kabisa, kwa nini umependa kuchagua Suza na sio vyo vingine? Kwanza nimependa status ya chuo. Chuo kinasifika vizuri, ufaulu mzuri, pia hata nilivyokuja hapa kupokelewa, nimeona mwenyewe mazingira mazuri, wanafunzi wapo positive, walimu wote wapo vizuri. Kwa kumalizia kabisa, una ushauri gani kwa wanafunzi ambao hawajabahatika, labda una ushauri nini kwa mwaka ujao, pengine ikitokezea nafasi? Na washauri mwaka ujao, kitokea nafasi wa apply kwa wingi, tutawapokea wadogo zetu watakaokuja kama tulivyopokelewa sisi vizuri, kila kitu kipo vizuri, wenyewe wanaweza kujionea hapa lakini vingine nachotaka kuambia tu ni kwamba maadili, yaani, chuo kina maadili mazuri na mapokezi mazuri. Habari yako nzuri? za kwako? Safi. unaitwa nani? Inti Sarah Hassan Sale. unatokea katika maeneo gani? maeneo ya Kombeni, Zanzibar. Kwanza ningependa kusikia unajisikiaje siku ya leo kuwa ni miongoni mwa wanafunzi kutoka The State University of Zanzibar? Eh, kwanza najisikia vizuri, najisikia furaha sana kufika hapa. Yani nilikuwa nasikia tu Suza chuo kikubwa Zanzibar, kwa hiyo sasa hivi nimepata nafasi ya kuja hapa Zanzibar. Yani hii hapa Suza, kwa hiyo tumepokelewa vizuri, nimeenjoy sana, mapokezi yalikuwa mazuri, mazingira pia mazuri, kwa hiyo nimeridhika sana na najisikia furaha sana kuwa hapa kwa... Hongera sana. Na umechagua kozi gani? Nimechagua computer science bachelor. Mwaka wangapi? First year, ndo kwanza naanza degree, yes. Uh, karibu sana. Na labda kwa nini umechagua Suza na sio vile vingine? okay. Kwanza kwa mimi nimechagua Suza kwanza kwa ndavyo jamii, Suza, State University of Zanzibar, kwa Zanzibar ni top, yani kipo juu. Mm, okay, so kwa Zanzibar hata kwa Tanzania nimefuatilia nika, yani, nikajua Suza ipo juu, kwa hiyo nikaona ni bora nibake hapa hapa Suza. Kwa hiyo yani, alafu katika ufaulu wao nimefuatilia, wanapasisha vizuri, GPA zao nzuri, kwa hiyo naamini na mimi nitakuwa miongoni mwa mwa watu, watu yeah. Vizuri. Yes.